Na mtazamaji nao, polisi wameanza uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha Charles Ndungu Njuguna ambaye alitoweka tarehe mbili Septemba na mwili wake kupatikana katika hifadhi ya Mama Lucy mwezi mmoja baadaye. Naam, kuna madai kwamba huenda Charles alipigwa na watu huko Kayole, ila familia inasema kwamba polisi walihusika na mauaji yake. Naam, Frankin Wala anaarifu zaidi. Kwa mwezi mmoja sasa familia ya Charles Ndungu Njuguna imekuwa ikimtafuta mwana wao asijulikani aliko. Siku ya Alhamisi runinga ya Citizen ilipoangazia kisa hicho, familia ya Charles ilijulishwa kuhusu kuwepo kwa mwili wake katika hifadhi ya Mama Lucy. Hii leo familia ilifika kuutambua mwili. Familia ya Charles inadai polisi walimkamata kijana huyo na kumpiga usiku wa tarehe mbili Septemba. Toka siku hiyo simu ikazimika, hata waleo Simu ikakuwa mzeja. Tulikuwa tukimtafuta tu hivyo. Mm, tukaenda kwigi tukamkosa. Mm. Tukatoseka na hivyo sasa bila tulimuona jana. Hata hivyo sasa kuna taarifa kinzani kuhusu kifo hicho. Polisi wakidai kuwa huenda Charles alipigwa na watu katika eneo la Saika. Madai ya wizi wa pikipiki pia yakitolewa. Was seriously assaulted by wananchi. Aidha, inadaiwa kuwa Charles alichukuliwa na polisi na kupelekwa hospitalini Mama Lucy, alikofariki akipokea matibabu. Huku uchunguzi kuhusu yaliyojiri ukiendelea, familia ya Charles inataka haki itendeke na ukweli kuhusu kifo cha mwana wao kufichuliwa. Mwili wa Charles unahifadhiwa katika hifadhi ya Mama Lucy ukisubiri uchunguzi wa maiti. Franklin Wala, runinga ya Citizen.